Sema amina. Amen. Sema amen. Amen. Sikiliza, watu wote ambao amewaombea leo pasa hapa, mliombewa leo hapa. Mlioko mlioko mmepita mbele, nafikia nimeombea. Sikiliza, mlicho kumekileta hapa ni yale majina. Amen. Ya roho ambazo zinaumiza. Unakuja hapo, unasema kichwa kina niuma. Niombea. Kichwa kina ni kina? Nijina, jina sio jina. Niombe tumbo pasa sijala. Ni jina tumbo linaniuma, sema amen. Hmm. Sema me, yeah. Sema, me. Yeah. Sema jina lolote, jina lolote. Lilo baya, baya. Leo. Leo. Leo kwa jina la Yesu. Ndio maana ya kupewa jina la Yesu. Unapopewa jina la Yesu hauazimwi unapewa, linakuwa la kwako tofauti na kuazimwa huyu mama nikimwambia niazime ikalamu kesho, atakuja kunidai lakini jina la Yesu una pewa linakuwa la kwako, sema amen. Ukilala uko nalo. Sema mimi na sema mimi. Ukienda chooni uko nalo. Ukikaa kwenye basi uko nalo. Mahali kokote uko nalo, maana ni la kwako senao hapa nilipo mimi niko nalo, liko ndani mwangu na liko tayari limsaidie mtu yoyote ambaye ana jina baya, ambaye anamtesa au ambaye anamuumiza. Tayari nilipo lipo lipo lipo lipo, ndipo kwa yeye kumsaidia. Amen, sema amen. Furaha yangu mimi kubwa ni kukuona wewe ambaye ulikuwa haucheki unacheka, wewe ambaye ulikuwa hauna furaha unatoka hapo ukiwa na furaha. nataka natakkoma inama ghafla, wewe unainuka, unamsangilia Bwana, unamsangilia wokovu, unamfurahia wokovu. <gulia> Sema mi nasema, mi sema mi nasema, mi hebu sema yoyote, sema yoyote aliyenipa jina baya, kwa jina la Yesu leo lazima ondolewe. Sema lazima pigwe. Sema amina, sema amina kubwa, sema amina jina, sema amina, hebu sema jina. Juzi nikwambia, nilikuwa Mwanza, nikamkuta dada ambaye ameolewa ana wiki mbili, hata honeymoon inaitwa honeymoon <laughs> haijaisha, lakini huyu mwanaume ame zimeachana kazi kwa madaktari wanapima, wanaona pingili zimeachana. Achana, hebu njoo, yaani niweke mfano. Jina la Yesu ni zuri. Wewe hey, hey. Hey. Hey. Hey. Imani hii ikonila imani zote hey! Imani ya wachawi inaichua imani hii, imani ya waganga inaichua imani hii. Semamina, semamina, semamina. Sasa sikiliza, huyu mwanaume alafu ni msomi ina, madaktari wamempima wamekuta pingili. Fikiria, umeoa umekaa na mke wako wiki mbili, hiki pingili hizi eti zimepinda, kwa hiyo itabidi usinyanyuke uwe na lala mgogoni. Sikiliza, mama wa watu akaja kwenye mkutano kuja kuweka mkono, kumbe ni shangazi amekaa hapa wanakuta pingi madaktari wanapima vyombo vyao vinaitwa vinaona nini za mgongo. Yesu anakuja anamkuta shangazi, nasema Yesu anakuja anamkuta shangazi, nasema Yesu anakuja wako wa kwanza KIA wadaktai <tipi> wamekuta jina pingili za mgongo zimeachana zimesagika, wakamtiisha zimesagika zote. Kwa hiyo wewe hautaweza kutembea, utaishi hivyo ukilala maisha kitu ni kichoni cha kawaida. Niombe, ah, sikuombe hivyo hapa. Kichoni ni chenye cha kuombe. Hebu sema kichoni. Kichoni. Sema kichoni. Kichoni. Na shetani huwa anajificha nyuma ya vitu vya kawaida sana. Ambavyo uweze ukaamini ila Yesu ni mwanaume. Amen. Siku moja Yesu alienda kwenye nyumba mm, ya mama mkwe wa Petro. Sema amen. Amen. Amen. Akamkuta huyo mama wa Petro. Naumwa homa. Amen, hebu sema homa. Homa sema homa, homa. Kumbe nyuma ya homa iko wewe. Leo simamia homa, ukimwambia pazia wako yuko naumwa homa, maombi ambayo atakuombea kwa jina la Baba na Mwana, umepona. Kwa nini anaumwa nini? Homa, homa, lakini ukimwambia baba ni meno, kumwoka SMC nimekuta kansa ya nyuma ya homa kwenye kitu cha kawaida, ili uzubae usizubae. Kwa jina la Bwana majeshi, chochote ambacho utakiona kwenye maisha yako fanya msako. Nasema fanya msako, msako nasema, nasema msako, nasema fanya msako, nasema fanya msako. Nasema fanya msako. Yes, kumbe kile kichomo ni mchawi amekuja amemchoma na alikuwa anamuua jana Lakini naona nini? Shomi. Kichomi si unadija mama? Kichomi. Shomi. Hmm. Je na hilo. Kwa hivyo ni kwanawateza watu hapa dunia ni maji. Hata wempo umeokoka wewe, kuna mwingine ulikuwa na jina ugonjwa. Ukanyamba kanisi hapa akakuombea, sisi ugonjwa likatoka. Ndio leo unacheza na sisi. Haleluya tumwambie Bwana. Yes, <laughs> mwingine ulikuwa na jina ulevi mwingine mm. ulikuwa na jina kutokuolewa mwingine mm. na jina feri feria ni jina na ni majina ambayo yanaumiza ni majina ambayo yanatesa ni majina ambayo yanamfanya mtu asiwe na watumaini tena Yesu akija kwako Analeta jina mbalo lina matumaini, analeta jina mbalo lina furaha, analeta jina mbalombao ah, litakuwa na kicheko. Amina. Hebu, kwa mfano, jina kutokuzaa au jina utasa. Inautaa, unajisikiaje, mwanamke unaambia ni tasa wewe. Eh? Yeah. Yeah. Yeah. Au unacheka? Hazai hu nasemakwaa najaza chotu kubebi mim umekuja kujaza choo. Lakini huyu mwanamke, ili jina likipiwa likiondoka, ataanza kula malimao. Huyu mama hata kama amekuwa ni mwembamba, anaanza kunenepa, maana Yesu amemletea furaha. Yesu, sikiliza, kwa Yesu ziko habari njema. Kwa shetani ziko habari mbaya na ndio maana Gabriela anasema tunawaletea habari njema ambazo zitakuwa kwa watu wote. Sema Amen. Sema Amen. Sema aminu. Aminu. Sema, aminu. Aminu. Sema jina jina. Sema jina, jina. Sema sema jina nalikataa jina. Sema, jina baya. Jina baya. Sema nalikataa nalikataa. nalikataa. Mahali popote alipoenda aliwakuta Ali watu wana majina yasiyofaa, wana majina ambayo haeleweki, lakini kumbe nyuma ya hiyo jina iko roho iliyosimamia iliyo ikamata inamwendesha. So huyo mtu sema, mimi Amen. semame Amen. kasoma Biblia, Biblia sema, watu wengi wakamwendea Yesu walio na mateso yali mateso yalipotoka, wakaja wana furaha. majina halo unajua, una jina gani wewe? Muulize tena, una jina gani? una jina gani? Anasemaje? Moyo yuko ndani ya kiburi, unje dharau unje Sema, mina? Amina. Sema jina baya lazima liondoke. Unamwona Namani, anaheshima, ni kiongozi, ni askari, lakini ana jina, naitwa mwenye ukoba. Amina. Yesu anaenda nakuta mtu ana jina kipofu toka kuzaliwa, Yohana 9, mzaliwa wa kwanza toka kuzaliwa tumboni mama, wanamwita <laughs> akatema mata, anamwambia nenda kanao. Aliponenda kunawa, ghafla akaona. Bibi asema, majirani zake walipomwona, wakamwambia, wakaulizana, huyu ni yule ambaye alikuwa kipofu au ni mwingine? wenyewe wakasema ah, huyu ni yeye yule, wakasema ah, ila anafanana naye. yeye mwenyewe akasema, mimi ndiye nilikuwa na jina hilo na sasa naona, mtu yule aitwae Yesu akaja akanipaka matope, na sasa kaniambia kanawe. Sasa ninaona, jina la kipofu limeondolewa, akapewa jina lingine kabisa, jina la kawaida la watu wote wanaishi katika dunia hii. Amen.